Tabia saba za asubuhi kwa wagonjwa wa kisukari. Hebu fikiria hili kwa sekunde moja. Takribani watu milioni 537 duniani wanaishi na ugonjwa wa kisukari, na kwa mujibu wa International Diabetes Federation IDF zaidi ya watu milioni 24 barani Afrika wana ugonjwa huu, wengi wao hata wajui kama wanao. Hapa Tanzania tafiti zinaonyesha kuwa kati ya asilimia tatu hadi tano ya watu wazima tayari wana kisukari. Na kusikitisha zaidi, idadi hiyo inaongezeka kila mwaka kwa kasi ya kutisha kutokana na mabadiliko ya mtindo wa maisha, lishe duni na kukosa mazoezi. Lakini swali ni hili: je, inawezekana kuishi na kisukari bila mateso, bila hofu au kwa afya njema? Jibu ni ndio, inawezekana, na yote yanaanza asubuhi. Ndiyo, asubuhi ni wakati wa dhahabu kwa afya yako. Leo tunakuletea tabia saba rahisi lakini zenye nguvu ambazo kila mgonjwa wa kisukari anapaswa kuanza nazo kila siku ili kusaidia kudhibiti sukari, kuepuka madhara makubwa na kuishi kwa furaha. Kwa nini tabia hizi zifanyike asubuhi? Kwanza, asubuhi ni mwanzo wa mzunguko wa mwili. Ndicho kipindi ambacho mwili unaamka na kuweka msingi wa afya yako kwa siku nzima. Unapochukua hatua sahihi asubuhi, unaweka msingi imara ya kudhibiti kisukari. Homoni za asubuhi huongeza sukari. Homoni kama cortisol huongezeka mapema asubuhi na kuchangia kupanda kwa sukari ya damu hata kabla hujala. Ukidhibiti mapema, unalinda mwili wako. Tabia za asubuhi inaamua mwelekeo wa siku. Ukianza siku vibaya, sukari yako inaweza kupanda sana mchana na hata usiku, lakini ukianza vizuri unajikinga mapema. Lakini pia mwili unajibu vizuri zaidi mapema, mfano mmeng'enyo wa chakula na insulini unafanya kazi bora zaidi asubuhi. Hivyo huu ndio muda bora wa kutekeleza mpango wa kiafya. Kama bado hujajiunga nasi, tafadhali jiunge nasi kwa kubonyeza alama ya subscribe, kisha kengele pembeni yake. Hebu tuone hizo tabia saba ni zipi? Tabia ya kwanza: amka mapema kwa ratiba ya kawaida. Unajua siri ya maisha yenye utulivu na afya bora? Kwa mgonjwa wa kisukari, kwanza ni kuamka mapema kila siku kwa saa ile ile, hata kama ni Jumamosi au Jumapili. Ratiba ya kulala na kuamka inayoendelea kwa, kwa utaratibu hujenga mwili imara unaojua lini uanze kazi bila kuchanganyikiwa. Faida ya kuamka ni hii hapa. Kwanza, huimarisha mfumo wa homoni homoni. Kama cortisol na insulin hufuata ratiba ya ndani ya mwili, yaani biological clock. Ukiamka kwa wakati usioeleweka kila siku, unavuruga mzunguko huu, jambo linaloweza kuongeza sukari asubuhi kupunguza msongo wa mawazo. Kuamka ukiwa na muda wa kutosha wa maandalizi ya siku huondoa haraka presha na hofu, hali zinazochochea kupanda kwa sukari ya damu. Huanzisha mdundo mzuri wa siku kuamka. Mapema ukuwezesha kufanya mambo mengine ya muhimu kama mazoezi, kunywa maji, kupima sukari na kula kifungua kinywa bora kwa wakati unaofaa. Vidokezo vya kufanya tabia hii ya kuamka mapema kuwa rahisi: kwanza, weka alam ya kudumu, amua saa moja ya kuamka kila siku, mfano saa kumi na moja alfajiri, hata kama ni wikendi. Lala mpema usiku kabla, ili kuamka mapema bila uchovu. Hakikisha unapata usingizi wa takribani saa saba hadi nane. Epuka kutumia simu muda mfupi kabla ya kulala. Lakini pia kumbuka, mwili unapopata utaratibu wa mapema ni kama unavyokwenda kwa usahihi, haupitwi wala kuharakishwa. Hivyo kuamka mapema ni moja ya tiba ya kisukari. Jambo la pili Anza siku kwa glasi moja au mbili za maji ya uvuguvugu. Kwa nini maji ya uvuguvugu asubuhi? Mwili wako umetumia saa sita mpaka nane bila maji wakati wa usingizi. Unapokunywa maji ya uvuguvugu mapema asubuhi, unafanya jambo la ajabu kwa afya yako, hasa kwa mtu mwenye kisukari. Tuone faida za kunywa maji kwa mgonjwa wa kisukari. Huamsha mmeng'enyo wa chakula maji ya uvuguvugu. Huchochea utumbo kufanya kazi vizuri zaidi, kuandaa mwili kwa mlo wa kwanza. Jambo la pili, husaidia ini na figo kuchuja sukari vizuri. Viungo hivi ni muhimu sana kwa udhibiti wa sukari. Maji huviwezesha kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, kuzuia ongezeko la ghafla la sukari ya damu baada ya kifungua kinywa. Ukiwa na maji ya kutosha, sukari huingia kwenye damu polepole pole zaidi, hivyo hupunguza hatari ya mlipuko wa sukari. Jinsi ya kufanya tabia hii kuwa sehemu ya maisha yako: kunywa glasi moja hadi mbili mara tu unapoamka, kabla hata ya chakula. Hakikisha maji si baridi sana, yawe ya uvuguvugu, kama joto la mwili. Unaweza kuongeza tone la limau au ladha fulani ili kuimarisha afya yako. Kumbuka, maji ni tiba ya kimyakimya. Hayasikii, hayana harufu, lakini yanaponya kila kona ya mwili. Usikose kuanza siku yako kwa kunywa kinywaji hiki rahisi lakini chenye nguvu ya ajabu. Tabia ya tatu Fanya mazoezi mepesi ya asubuhi. Je, unajua kwamba dakika chache tu za mazoezi asubuhi zinaweza kuwa tiba bora kuliko dawa? Mazoezi mepesi yana nguvu ya kushusha na kudhibiti sukari ya damu bila kutumia dawa. Ni kweli. Faida za kubwa kwa mgonjwa wa kisukari. Mazoezi husaidia kutumia sukari ya damu kwa nishati. Mwili wako unahitaji nguvu, hivyo ukifanya mazoezi huchukua sukari moja kwa moja kutoka kwenye damu na kusaidia kupunguza kiwango cha sukari. Hupunguza msongo wa mawazo. Mazoezi kama kuvuta pumzi kwa kina na yoga hupunguza homoni za msongo wa mawazo kama cortisol ambazo huongeza sukari asubuhi. Huongeza unyeti wa insulini. Mazoezi hufanya seli zako zitumike vizuri zaidi kwa insulini. Hii ni silaha kubwa dhidi ya kisukari. Mifano ya mazoezi rahisi unaweza kufanya asubuhi ni pamoja na kutembea kuharaka, kwa haraka kwa dakika ishirini, yoga au kunyosha viungo, mazoezi ya kuvuta pumzi kwa utaratibu. Kuendesha baisikeli kwa mwendo wa wastani. Ushauri, usijilazimishe kufanya mazoezi magumu. Anza unachoweza. Hata kwa dakika kumi ni mwanzo mzuri. Fanya mazoezi haya kila siku asubuhi kabla na baada ya kifungua kinywa. Unaweza ukatembea au ukakimbia. Sikiliza mwili wako. Kama unahisi kizunguzungu au dhaifu, punguza kasi na mtaalamu wa afya. Sio lazima ukimbie marathon. Tembea tu, lakini tembea kila siku. Mwili wako utakushukuru. Tabia ya nne: kula kifungua kinywa chenye protini na wanga wenye nyuzinyuzi. Kwa nini kifungua kinywa ni muhimu kwa mgonjwa wa kisukari? wa kisukari, kifungua kinywa ni kama mashine ya kuanzisha siku yako kikiwa na virutubisho sahihi husaidia kudhibiti kiwango cha sukari mwilini mchana kutwa, kukuweka umejaa nishati, hivyo kupungui tamaa ya vitafuno vya sukari, kuzuia milipuko ya ghafla ya sukari kwenye damu. Siri iko hapa: chagua chakula chenye protini na wanga wa nyuzinyuzi nyuzi nyingi ambao hupaswa polepole pole ambacho husagwa polepole na haupandishi sukari haraka. Mfano wa kifungua kinywa bora ni mayai, chanzo kizuri cha protini ambacho hukuweka umeshiba kwa muda mrefu. Uji wa ulezi au mtama, wanga wenye nyuzinyuzi, huongeza sukari taratibu. Parachichi lina mafuta mazuri yanayosaidia kudhibiti sukari ya damu. Vyakula vya kuepuka asubuhi ni pamoja na mikate myeupe; hupandisha sukari haraka na kufanya uwe na njaa tena mapema. Maandazi yana mafuta mengi na wanga rahisi, huongeza sukari haraka. Juisi za dukani zina sukari nyingi iliyofichwa, hata kama ni matunda. Kifungua kinywa sahihi ni kama kuweka mafuta safi kwenye injini ya afya yako. Chagua chakula chenye akili, siyo chenye ladha. Tabia ya tano: pima kiwango cha sukari asubuhi. Kupima sukari asubuhi kabla ya kula, inajulikana kama fasting blood glucose, ni kama kupiga picha ya ndani ya mwili wako kabla ya kuanza safari ya siku nzima inakupa taarifa ya msingi ya hali ya sukari mwilini bila ushawishi wa chakula. Faida za kupima sukari asubuhi ni kukusaidia kupanga aina ya mlo utakaokula siku hiyo. Mfano, kama sukari yako iko juu, unaweza kuepuka visuka vyakula vyenye wanga mwingi. Kuongeza jinsi utakavyotumia dawa, unaweza kujua kama sukari iko juu basi utapaswa kushauriana na daktari ili akubadilishie aina ya dawa. Uwezesha kupanga aina ya mazoezi kwa usahihi. Ukijua sukari yako iko chini au juu, unaweza kupanga muda gani unafaa kufanya mazoezi na kwa kiwango kipi. Huongeza uelewa wa mwili wako, hadi unavyojua tabia ya sukari yako asubuhi, ndivyo unavyojifunza jinsi mwili wako unavyoitikia mabadiliko mbalimbali. Tumia dawa kwa wakati sahihi, usikose au kuchelewa dozi za kisukari. Dawa nyingi zinaathiri jinsi mwili unavyoshughulika na chakula cha asubuhi. Jambo la saba au tabia saba, fanya dakika tano hadi kumi za tafakari, sala na kupumua kwa kina. Msongo wa mawazo huongeza sukari. Tafakari au mazoezi ya utulivu asubuhi husaidia kupunguza presha na kuweka mwili katika hali bora ya kiafya. Hitimisho: tabia hizi saba hazihitaji pesa nyingi wala vifaa maalum, zinahitaji tu nidhamu, maarifa na kuanza leo. Usiache hadi hali yako iwe mbaya. Kila asubuhi ni nafasi ya pili ya kulinda afya yako. Anza tabia hizi kwa wiki moja mfululizo, kisha tazama matokeo yake. Ikiwa una ndugu, jamaa au rafiki mwenye kisukari, mshirikishe makala hii, huenda ukamwokoa na maisha yake. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba. Niandikie kwenye comment section. Jambo gani ungependa kujifunza? Na kama unahitaji kitabu cha kisukari, comment kitabu. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki.